Alafikia inasheka bure. Wewe bado ni mwanangu, naweza nikakupitisha vyovyote vile ninavyotaka. Toka, toka, toka. Nitamtafuta. Mimi simtoka hapa. <coughs>

Na hata nisipokuambia naona ufuatilie kitu chochote, hmm. Sifuatilie, hey. Taewesha kuhusu lile jambo nilikwambia kuhusu baba yako na hadi sasa hivi ananitishia, nakutishia. hey. Amekutishia

Mbona kuzuga tu ni zuga, mwanangu. Yule demo anapenda sana, au si mimi, sijui maka nini?

familia yawajabu sawa. mm -hmm. Ulipona vizuri. Namshukuru Mungu kwa sababu sasa hivi kuna angalau angalau naiona nafadhali. Eti, kwa hiyo vipi, nampango gani, nampango kani, nampango na mpango gani na habari za uokovu <coughs> au ah, una mpango upi nataka kuendea? Na mpango ni kwamba nipo najipanga na jipara, mm -hmm. Ah, vitu ambavyo nilikuwa bado naviweka sawa, ila kama jumamosi ijayo hivi takutana ah, unajua Biblia anasema kukoka ni leo. Na kwa sababu hakuna mwanadamu ajuale sayura siku zake. Sasa Yesu anakupenda na unaposema habari ya kumpokea Yesu awe Bwana mwokozi wa maisha yako, ahitaji kesho wala keshokutwa wala siku gani. Ni maamuzi ya kwako, kwa sababu ujui Yesu atarudi lini, kwa sababu Biblia inatuambia kuna siku moja Yesu atarudi kwa hiyo changamoto unayoanza kujipanga, kujipanga, fikiria wewe unaweza umepata mbuzi kama unavyoona wengine wamefuga mbuzi au kondoo au ng'ombe, lakini pale alipomfunga hawezi awezi kumtoa kwa wakati huo, ila akimtoa yule mbuzi, ila akimtoa yule mbuzi kwa wakati huo, haijalishi yule mbuzi ameshaenda ajandogo au aua Haulizi yani, kufika na kumfungua. Ndivyo na sisi tulivyo kwa Mungu. Mungu akiamua kuchukua hakuulizi kwamba umejipangaje mm. Ila cha kwake yeye amekuja kuvuna, lakini sasa, wakati wewe wa mwisho, unafikiri utakuwa mgeni wa nani? Ah, ni kweli bwana mchungaji mm. Lakini sawa, unajua kila kitu kinahitaji kujipanga, kila kitu kinahitaji kujipanga yeah. Na ukisema kwamba mm. upige vupa pa una unaenda. Kwa hiyo unaweza ukawa unamtumikia Mungu mm. afu kuna vitu vyako na mtumishi. Kwa hiyo ndo hapo nilikuwa nahitaji kwa sasa mm. e, na, na, na, ni jipange vidogo vidogo ili kuja kufika hiyo Jumamosi. Mm. Na nadhani na, zimebakia kama siku mbili siku. Mm. Kwa hiyo hapo nadhani itakuwa charge weka sawa kwa hiyo tutakutana huko ni sana. Sawa. Mkuu, lakini unaonaje niache nikuombea nikuongoze sara ya toba, ndugu, mpokee Yesu. Maana naweza nkatoka hapa ndugu yangu Yesu akarudi hapa sasa utaenda wapi? Na tusikutane Jumamosi tena.

au kwangu usiishi tatizo. Nyumba ya ulithi, vituko, tamaa. Mimi najitahidi idadi, wewe unajibebisha, wewe unajibebisha, wewe unajibebisha, wewe wewe wewe, wewe wewe wewe wewe yeah. wkulimatangaj

Alikuja mchungaji Aliku, yaani kwa hiyo sasa hivi unafanya ya kwako, kwa, kwa unishirikishe. Unajua, sio kama anafanya ya kwangu, labda sina, ni mchungaji Majozi hapa, alikuja tu, kuna sehemu tulikutana hivi tukaongea, akanielekeza kanisani, nikaenda nikafika, tukafanya maombi kidogo. Sasa alikuwa alikuwa amekuja kuniangalia, kwa nikuja kutembea, kwa hiyo sababu ni maamuzi amu

Nasasio safi kwema, asa nilikuwa na shida hivi, nikuwa naomba uje nyumbani tuonane. Ayo. Yo. Najua Biblia inasema wanawake mwishi nao lakini mwishi nao kwa eh. Kwanza kabisa nikupea asilimia chache, kwamba uziamini usiziamini, yawezekana mke wako anakudanganya ama akudanganyi, kwa sababu kama ameondoka kichomfanya aondoke ni mimi. Anaweza akawepo ndani ya familia, lakini pia lengo lake ili aacha amevuruga familia afakanishe wewe na baba yako na mama yako na ndugu zako, halafu aondoke. Sasa si unaona sasa hivi ameondoka, anaye kujulia hali ni nani? Na je, una uhakika asilimia ngapi kujua kwamba alikuwa anampenda? Kwenye kitabu Biblia, kwenye Biblia saa mia thelathini na tatu kitabu cha Zaburi sura ya ya mia thelathini na tatu mstari wa kwanza anasema ni jambo zuri na la kupendeza sana ndugu kuishi pamoja. Sasa shetani apendi upendo. Mahali anapoona umoja na ushirikiano na upendo, apendi upendo uwepo, lazima aingilie kati, ili kuona kama ataweka magawani. Ndiyo maana wanaweza wakayaona hayo, kakuletea changamoto. Lakini sasa sijajua, na yenyewe siweze kuweka asilimia mia lazima nielewe changamoto ni nini na kwa nini mzee wako aligombana au yupo. Tunaweza tuna, kamwona tukaongea kisa nyumba ya urithi kwako. Visa aviishi mkwe, umempiga biti kwangu, wataki kuishi au kwangu usiishi, tatizo nyumba ya urithi. Nyumbani kwangu wananinyanyasa. Nyumbani kwako. Kuna matatizo gani? Waniletee wachungaji kwangu. Sawa sawa. Kwanza kwanza niongee na mizimu ngore ngore na papa wao kule, kule, kule, ili tupate nipate kukusaidia vizuri na kutegemea mganga kule ngore hmm. Uganda kule, nataka ni nataka niwasiliane ni na mizimu ya kule kule ngore kule ngore Uganda. hatuna ajira tu

Jina la Yesu ninasimama kinyume na kila roho za vita. Ninaposimama kwa njia ya maisha yake, kwa njia ya maisha yetu, kwa, kwa jina la Yesu.